Hakuna mchawi hatari kama mtu anayejua udhaifu wako, anayekula na wewe meza moja, huku akitamani ndoto zako zisivuke uzio wa nyumbani. Kila hatua unayopiga kuelekea kileleni ni kumbusho kwa ndugu zako kwamba wao wamebaki nyuma, naamini. Nakuambia, hakuna binadamu anayependa kukumbushwa kuwa amefeli. Lazima uelewe kwa nini safari ya mafanikio lazima iwapunguze baadhi ya watu mnaochangia jina la ukoo mmoja huu ndio ukweli mchungu kuhusu kwa nini undugu na maendeleo mara nyingi ni mafuta na maji. Hakikisha una subscribe ili usipitwe na madini kama haya kila siku. Usipange kuikosa point ya saba, maana itobadilisha mtazamo wako kabisa. Jambo la kwanza, dharau ya mazoea, the familiarity trap. Ndugu zako wanakujua ukiwa huna kitu wanakujua ukiwa unavaa nguo zilizochanika au unalia kwa njaa. Picha hiyo haitafutika kamwe. Unapoanza kufanikiwa, akili yao inakataa kukubali kuwa sasa wewe ni mtu mkubwa. Wageni watakuita sir au boss na kukuheshimu kwa kile unachofanya leo, lakini ndugu atakuona ni yule yule Flora au Musa wa zamani. Ni vigumu sana kuwa nabii nyumbani kwenu wanadhani mafanikio yako ni zali tu, sio kwa sababu una akili au una juhudi, bali kwa sababu wanajiaminisha kuwa yule yule tunayemjua hawezi kuwa na akili hizi. Heshima ya ndugu mara nyingi inatawaliwa na historia ya jana, siyo thamani ya leo. Ndiyo maana ni rahisi kwao kukupa pole ukifeli kuliko kukupa pongezi ukifanikiwa. Mbili, hofu ya kuachwa nyuma. Insecurity na sabotage. Unapoanza kusema ndoto zako kubwa, ndugu ndio watakuwa wa kwanza kukuwekea breki. Watakwambia, wewe acha kuota. Huku kwetu hakuna aliyewahi kufika huko. Hii sio mara zote chuki bali ni hofu. Wanajua kuwa ukifanikiwa, utakuwa kioo kinachoonyesha kushindwa kwao. Unapopanda juu, unawafanya wajione wao wako chini. Ili wajihisi salama, wanahitaji ubaki nao kwenye kiwango kile kile cha chini ili wote mlalamike kuhusu ugumu wa maisha pamoja. Kumbuka, tai hawezi kujifunza kuruka kwa kushauriana na kuku. Ukitaka kufika mbali, lazima ukubali kuonekana mjuaji machoni pa watu wanaotaka uendelee kutambaa nao chini. Tatu. Kanuni ya mali ya ukoo. The Entitlement Syndrome. Kwenye safari ya mafanikio, wageni watauliza, unauza nini ni kuunge mkono? Lakini ndugu watauliza, unatupa nini maana wewe sasa unacho? Kuna imani potofu kwamba mafanikio ya ndugu mmoja ni kadi ya mwaliko kwa wengine kuacha kufanya kazi. Wakati unahangaika kutafuta mtaji, hutaona msaada wao. Lakini ukishanunua gari au kujenga nyumba, wote wanakuwa na haki ya kukupangia jinsi ya kutumia pesa yako. Wakikosa msaada, wanakuwa wa kwanza kusema umejisahau, bila kujali kuwa na wewe una malengo yako. Inasikitisha kuwa ndugu wengi wanataka kuwa sehemu ya mavuno yako bila hata kujua shamba lako liko wapi au ulipata wapi mbegu. Mwisho wa siku, usipokuwa na msimamo wa kulinda jasho lako, utajikuta unakuwa daraja la kila mtu kuvuka kwenda mbele huku wewe mwenyewe ukibaki umesimama katikati ya mto. Nne, sherehe za siri wakati unafeli. Schadenfreude. Inauma, lakini ndugu ni binadamu pia. Unapofanikiwa sana unawapa ndugu zako presha na unyonge. Inferiority complex. Kwa sababu hiyo siku utakapokwama au kupata hasara Utawaona wakija nyumbani kwako kwa wingi kutoa pole, lakini chunguza kwa makini, pole zao zinaambatana na kauli kama "Tulikwambia usikurupuke" au "Haya mambo sio rahisi kama unavyofikiria." Ndani ya mioyo yao wanafanya sherehe, kwa sababu umerudi kwenye lebo yao. Sasa wanaweza kusema, hata yeye kafeli, kumbe sisi sio mbumbumbu peke yetu. Tano, Sumu ya nafasi za upendeleo. Kinship versus business. Kosa kubwa unaloweza kufanya ni kumpa ndugu yako madaraka kwenye biashara yako kwa kigezo cha damu pekee. Ndugu wengi hawawezi kufuata nidhamu ya kazi. Akichelewa kufungua ofisi, haoni kosa kwa sababu ni kwa ndugu yangu. Akila pesa ya mauzo, haoni kama ni wizi, anahisi ni sehemu ya urithi. Ukimfukuza kazi ili uokoe biashara, unageuka kuwa adui wa ukoo mzima. Wanasahau kuwa biashara inakufa kwa kukosa nidhamu, sio kwa kukosa undugu. Ukijaribu kuendesha ofisi kama sebule ya nyumbani kwenu, utajikuta unalinda hisia za ndugu zako huku unaangalia mtaji wako ukiteketea. Mwisho wa siku, ni bora uchukiwe ukiwa na biashara inayostawi kuliko kupendwa na ukoo mzima huku ukiwa umefilisika. Jambo la sita: mashabiki wa baada ya ushindi, late believers. Kwenye kipindi cha mpito, wakati unakula gauni moja na kulala njaa ili utunze mtaji, utakuwa mpweke. Ndugu zako watakuona kama mwenda wazimu au mtu aliyepotea, lakini siku ulimwengu utakapokupigia makofi na ukaanza kuonekana kwenye vyombo vya habari ndipo utawaona wakijitokeza na kusema, huyo ni damu yangu kabisa, tulijua atafika mbali. Wanataka kuvuna sifa za mti ambao hawakuwahi kumwagilia wakati wa ukame. Ndugu wanapenda matokeo, lakini mara nyingi wanachukia mchakato, process. Usishangae kuona watu waliokucheka wakati unatembea kwa miguu ndio wanakuwa wa kwanza kuomba lifti pindi unaponunua gari. Jambo la mwisho, jifunze kuweka mipaka. Ili uendelee kufanikiwa, lazima ujifunze kuwa mchoyo kulingana na tafsiri yao. Huwezi kuwasomesha watoto wote wa ndugu zako, kuwajengea wote nyumba na kulipa madeni ya kila mtu wakati wewe mwenyewe bado unajenga msingi wako. Mafanikio yatakulazimisha kusema hapana kwa ndugu zako. Watakuchukia Watakusema vibaya kwenye vikao vya ukoo na watakuita mjeuri. Lazima ukubali kuwa adui wa leo ili uwe mkombozi wa kesho, maana ukigawa kila kitu sasa hivi utafilisika na bado watakucheka kwa kushindwa kwako. Amini kwamba ni bora kusemwa vibaya ukiwa na akiba benki kuliko kusifiwa kwa wema, huku mifuko yako ikiwa haina mbele wala nyuma. Ukweli mchungu ni huu: Ndugu watakuwepo kwenye sherehe ya ufunguzi na watakuwepo kwenye sherehe ya mafanikio, lakini katikati ya safari hiyo utakuwa peke yako. Kuwa na msimamo dhidi ya ndugu zako haimaanishi unawachukia, inamaanisha unaipenda kesho yako kuliko unavyoogopa maneno yao ya leo. Ni bora uitwe mchoyo ukiwa na uwezo wa kulisha familia yako kuliko uitwe ndugu mwema huku ukiwa umefilisika na huna msaada kwa yeyote. Kama bado hujasubscribe, fanya hivyo sasa hivi ili usipitwe na madini kama haya. Pia usisahau kulike video hii ili iwafikie wengi wenye uhitaji kama wako. Asante kwa kubaki nami mpaka mwisho. Tukutane wakati ujao.